Sasa kwenye Global Market Watch uh, ili gazeti la The Economist ni gazeti la Uingereza, gazeti la miaka mingi sana afiki tangu mwaka elfu moja mia nane arobaini na tatu kitu kama hicho. Ni weekly magazine ambayo inachapishwa Uingereza na wamiliki wake kwa kweli ni watu wazito, ni watu ambao wako kwenye corridor za utawala, corridor za biashara, corridor za kila kitu. Kwa hiyo mtu kama unaweza ukasubscribe kwenye gazeti linaloitwa The Economist. Aa, ni kweli utakuwa unakuwa informed na mambo yanayoendelea. Sasa ukiangalia kila mwisho wa mwaka huwa natoa outlook, na wataalamu wengine wanasema in fact, jamaa sio kwamba wanatoa outlook au prediction ile, wanatoa wamesha plan kwamba itokee mwaka gani, hicho mwaka unaofuatia. kwa hiyo kwanza tukikaa tu kwanza kwenye picha yenyewe iangalie vizuri ile picha, na katikati utaona kuna keki imeandikwa mia mbili hamsini ako ni kakeki uh, uh, Marekani mwakani nafikisha miaka mia mbili hamsini. Uh, it's milestone kwao. Uh, lakini ukiangalia wanachoandika kwenye hilo gazeti hawapredikti kwamba Marekani watasherekea uh, hiyo uh, miaka vizuri, kwa sababu anadai kwamba kuna a lot of fraction ndani ya Marekani, na wanasema fraction hizo au antagonism ndo zimemleta mtu kama Trump hapo. Ukimuona yuko katikati anacheza dansi, anasema ni accidental president ambaye amekuja tu kwa sababu ya hizo factions ambazo zimejijenga ndani ya Marekani kutokana na mifumo yao wenyewe. Wanavyo predict kwamba au wanavyosema kwamba mifumo yao ya Marekani kwa nje inaonekana ina democracy, lakini ina a lot of vested interest, kwa sababu mwakani wanasherehekea wakiwa wako divided, lakini na currency yao ikiwa on the verge of collapsing. Ya, kwenye huu picha ukiangalia vizuri aa, kwa kule chini utaona kama kuna vile vifaa vya chanjo. Sasa hivi vifaa vya chanjo wengine wana predict kwamba usio kashangaa eh, tukawa na covid related pandemic ambayo tutatakiwa ku, kuingia kwenye mambo ya chanjo. Lakini kwa ujumla hii picha ni waachie unaweza ukagoogle ukaitafuta uka ukaanza kuangalia item moja moja na kuweza kujua kwamba ok, uh, ni kitu gani ambacho uh, kiko likely kutokea mwakani, ili kitakapotokea usio kawa surprised, kwa sababu zile wakuwa informed ni kwamba kikitokea, na unaweza ukajiandaa mapema ili usio kapata surprise, lakini at the same time uh, ukaweza kunufaika wakati mwingine yanapotokea mambo kama hayo. So utaona kama kuna picha za mabomu, kuna maroketi yanaruka, hizo zote ni activities na utaona kuna vifaru viko upande wa kushoto na kulia. Sasa, samari yake ukiangalia upande wa kuulia hapo, ndo anaonyesha kwamba eh, growth uh, nategemea itakuwa ndogo uh, global growth itakuwa ndogo 2.4%, ambayo kwetu at 6% sisi tutakuwa tuko pazuri, lakini inaonekana bado mwakani kutakuwepo na tatizo, uh, inflation na inflation inachochewa sana na zile monetary policies ambazo sasa hivi wanazipasiu Marekani kama mnavyofahamu wiki hii wamepunguza viwango vya riba ambavyo wanadai kwamba wengine wanadai kwamba vitaendelea kuchochea inflation, lakini wenyewe wameona sasa hivi inflation sio tatizo kwao Marekani zaidi ya unemployment rate ambayo wanaogopa itakuja kuongezeka na uchumi ambao wanaona kama unaweza ka stagnate. Kwao wamefago inflation kidogo wakaamua kupunguza viwango vya riba na kikao chao cha January wanaonyesha kama wanaweza kupunguza zaidi viwango vya riba lakini wanategemea impact ya US tariffs ikaendelea kuonekana kwenye, kwenye uchumi wao lakini na geopolitical tension uh, kwa sababu ya concern ya China and the strategic minerals. Sasa hiyo pointi ya pili, uh, inafanana na ka clip fulani ulikashia Ezekiel juzi, uh, kwenye kikundi ambako Trump alikuwa anaongelea ya base yao ya, ya Afghanistan naye mdomo wake huwa hauna breki lakini pale mwishoni kuna kitu alikiongelea ambacho inawezekana kuna real tension kati yake na China na inawezekana kuna build up ya kitu fulani mwakani. Lakini uh, The Economist wanadai kwamba unajua miaka minne mitano iliyopita kumekuwa na A very heavy investment kwenye AI uh, lakini The Economist wanaona kama hiyo impact au transform transformative impact ya AI inaweza ikachelewa. Sasa cha ajabu wamepredict kwamba European countries they are, uh, wanasema rearmament picks up kwamba nchi zenu huko Finland, huko Ulaya, huko ezekiri na wenyewe wanaongeza <laughs> wana silaha sasa ndo kwenye, kwenye ama taikuno anapogombana sisi sijui tuna silaha gani, sijui tuna mapanga na sisi sijui tutakuwa na mikuki ndani. Lakini hiyo dunia ndio jinsi ilivyo huko duniani. Lakini of course kuna debates kwenye US fiscal policy kwa sababu ya madeni yao na nini. Kwa hiyo, vivyo kutakuwepo na potential for Latin American instability kama ambavyo mlishasikia Trump a, anataka kumchokoza au ku, pengine hata kumvamia Venezuela.

mineral zote zinazo power, uh, AI AI kwa maana storage of energy generation of energy, na, na kila kitu supply chain, naona kama kuna shift kubwa, na of course sehemu kama DRC, China ndio alikuwa anaifaidi, lakini naona sasa hivi Marekani anataka kuingia kwa nguvu ku, kujaribu kukona ile supply chain ya AI minerals lakini funny enough I said there is a rise of geothermal energy, hiyo ndo ilikuwa ndo kitu kipi ambacho, ambacho nilikuwa sijakijua na sijajua. Uh, project kubwa ja, za geothermal sijajua ziko wapi, lakini nimeiona kwenye hizo prediction za The Economist, lakini kuna intensified US focus on Latin American politics, hiyo nimeshaisema hapo juu. Uh, lakini wamekuwa cautious sana kwenye economic predictability, kwa hiyo ndo mambo ambayo Uh, wenzetu ambao naweza nikasema they are shaping the agenda ya hii dunia wanayaona. Kwa hiyo na sisi tujipange humo humo, kama ni kuweka chakula cha kutosha ndani, kunoa mikuki yetu, lakini vilevile na kutafuta jinsi ya kutake riski kwenye haya mazingira uh, that is the way they, they look at the world. Alas, kama kuna swali lolote kwenye hii prediction ya hawa jamaa ya labda mimi tu cha kuongezea si kipya, ila mi binafsi nadhani Trump amekuwa ni, ni rais mmoja wa faida sana kwa upande wa Afrika kwa sababu amekuwa na, na, kama ulivyosema mdomo wake haunaga break. Na kwa sababu ya mdomo wake amekuwa akiongea aki baadhi ya mambo, naamini na kabisa ya mambo baadhi wamekuwa hakubaliani na, na timu yake nzima mambo mengine anakuja kuonesha uwazi kwamba nchi za Afrika zinataka zi, zisimame zenyewe. Na maamuzi mengi nadhani amekuwa akiyafanya from the honest point of view, mojawapo ikiwa ni withdraw uh, wanajeshi wake kutoka nchi mbalimbali za, za, za, za mashariki eh, lakini sasa hivi tunaona labda amekalishwa chini aka, akapewa kidogo ile mawaidha kwamba we bwana unaanza kuleta bwana kwa nini hebu unaona kuna mikakati fulani nadhani anaanza kueleza taratibu umuhimu kwa hiyo, anataka anze kurudisha tena majeshi yake kama hapo Afghanistan uh, yale mambo ya FV, FBI kutoa pesa mpaka kwa watu kama Taliban, makundi ambayo wao wanayosema ya kigaidi. Alianza kwa kuhoji watu, lakini sasa hivi naona wanaanza ku cool down. Kwa hiyo nadhani alikuwa very much honest, lakini sasa hivi anaanza kurealize, ila katika kipindi chake cha kuwa honest kwa mataifa kama ya Afrika, kama kuna jambo la kujifunza, nadhani yamekuwa mengi sana kipindi ambacho Bwana Trump amekuwa akifungua mdomo. Na nadhani si ufungu wetu mkubwa, ni kutafuta namna ya kujitegemea kuto, kuto kutegemea economy kutoka nje, nadhani ndio tegemeo letu kubwa. Hapo tukishindwa hapa wakati wa kipindi cha huyu bwana, nadhani huko mbeleni itakuwa kugumu zaidi. Tukipata wale watu wanaojua kutembeza demokrasia kama kina Obama nadhani nadhani Afrika yetu itakuwa haiko salama au unasemaje? Ndo ni, ni sawa. Ni kweli nabaa na, nawe manake amejitahidi hata kuwakutanisha Rwanda na DRC Kongo, na ukiangalia sasa hivi anafuatilia sana hii vita vya Ukraine na, na Russia, nataka kuwe na ceasefire ao sijui kama mwakani kutakuwa na peace huko Slavia na huko uh, Russia na Ukraine kama kama atafanikiwa, lakini kama akiweza kufanikiwa atakuwa vizuri kwako. Ingawa mwaka huu, a, a, anani, amekosa ile Nobel Peace Prize, so maybe mwakani anaweza akapata. Yeah, huyu bwana ni hatari sana. Karibu, endelee Mr Fortius tena. Kwenye point umeongelea kitu cha msingi sana kuhusu hii yaani, kipindi cha Trump ilikuwa ni kipindi kizuri sana kwa Afrika kuweza kusimama wenyewe na kuanza kutafuta jinsi ya kujitoa kwa sababu yeye anafocus amefocus sana within uh, kwa uko, na NSU, CUI, Afrika, ene, uh, chochote, kwa ndugu zake huko na yani si si wa ifamu Afrika kama tunaweza tukafanya chochote. Kwa hiyo mimi huwa nasema kwamba uh, <laughs> sorry, kwa contact mimi, ninachosema, ninachoona kwamba huyu bwana yuko very honest. Unajua, ambacho nimejifunza na niwe, niwe mkweli sasa kwa yale ambayo nimejifunza hasa baada ya kuja huku mm. <laughs> Uh, kitu inaitwa personal opinion na mm. professionalism kwa hawa watu wenye ngozi nyeupe ni vitu viwili tofauti kabisa. Yani mm. unaweza ukaja hapa Finland ukaenda labda kununua nguo ama ukaenda mgahawani utapewa, uta, smile utachekewa vizuri sana mke um, mm. wangu wakati anakuja hapa Finland kwa mara ya kwanza ndo amefika tu hapa um, moja kati ya kitu kiliche, kilimshangaza ni kwamba hawa watu mbona wana upendo wana care namna hii kwa sababu akiingia kwenye duka hili anapewa smile kubwa akiingia ofisini anapewa smile kubwa yani una, unapewa ilekea mpaka mwenyewe unafurahi hivi inakuwaje mm. kumbe ambacho hakujua ni kwamba yani mmoja kati ya requirement lazima uoneshe ni, ni kumsmailia mtu yani hiyo wanasema we don't care what you have been through at your home ukija hapa kazini mm. leave your problems zako nyumbani kwao hapa lazima usmile kwa, kwa mteja ya alikuja baadaye akajionea hicho kitu. Baadhi ya watu ambao walimpa smali kubwa sana za mara kwa mara, wakiwepo maeneo ya kazi, alivyokuja <laughs> kukutana nao nje mm, hawa unajua walionyesha kama hawamtambui, yani hata kumwangalia usoni wa kumtambua, na wakapita bila hata kumsalimia. Kwa mwisho uliona hey, these people are different. Kwa hiyo nadhani pia wako hivyo. Kwa hiyo unakuta hata kwenye ishu ya, ya ya world politics majority ya watu ambao tayari wameshabobea kwenye politics wanajua hmm. aina ya demokra, aina ya ile nini publicity wanataka waioneshe wanapokuwa kwenye siasa za nje na hizi hmm. za ndani. Naamini kama hata Marekani wapi wakikaa wenyewe, wamezunguka meza yao, kuna vitu wanavyoongea kuhusu Afrika, kuna vitu wanavyoongea kuhusu China, kuna nini, lakini wanapokuja kwenye majukwaa ya wazi, wanajua namna hmm. ya kufikisha hoja bila ku, bila ku, uh, bila kuweka yale makali. Trump amekuja amesema bwana, mimi I have no time to beat around the bush. Mimi nakwenda to the, to the point. Na ndicho ambacho naamini amekuwa akifanya toka mwanzo. Labda sasa hivi, kadri ya mondoro zili kwenda, labda anaanza kujifunza. Kumbe, ah, ukiwa too blunt reaction inakuwa kubwa na inaweza ikadisturb mm. baadhi ya mambo. Kwa hiyo labda, labda kama ataanza kukaa kwenye shape, ila amekuwa ni mtu ambaye yuko straight to the point, lakini naamini vitu vingi ni vitu ambavyo wanadiscuss kama team wanaviconclude ila wengine, marais wengine wanatafuta namna nzuri ya kuweza kuvidisguise. Kama havina umuhimu wa public kujua, havisemwi kabisa, vinafanywa tu utekelezaji chini kwa chini. Ila huyu bwana anasema, anafanya, anasema, anafanya, hana taimu ya kupoteza. Ndio karibu, yeah, huyu ni mzuri kwa sababu ametuambia mambo ambayo walikuwa na yaongelea chumbani, lakini yeye ametuambia kwa hiyo wana sisi tunaja kumchukia tu, ni kubehave na kusimama wenyewe. Mm, ya yeah.